Baba mwenyezi na mwenye rehema, penda kusikia maombi yetu, bali kutubariki kwa neno la sisi, ambao tumekusanyika kuomba kwa ajili ya Cook Island. Nena pamoja nasi kwa jina la Mungu Baba, mwana na roho Mtakatifu, amen. Uketi chini tafadhali. Wakristo ambao tumekusanyika hapa, mniruhusu niwasalimu nyote katika jina kipekee. Leo ni siku ya kipekee hata kwangu kama mchungaji bele, niwambie ni miaka ni mingi kutokea ni Pacific Ocean. Tena ni visiwa kumi na tano ambayo iko kwa kilomita karibu mia mbili mraba 200, 124 kilometers square. Yani, na inakava karibu 1. visiwa kumi na tano watu population kwa hiyo visiwa kumi na tano haifiki watu elfu sabini hao watu wanaishi kwa maji kuombea nchi moja. Hao watu ni wa, wa Maori, tena ni watu wa kipekee tena. Nikwambie leo, wewe ni mtu wa kipekee. Somo letu tumesomewa kutoka kwa Zaburi ya 139. Sasa hii zaburi iliandikwa na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Na Daudi alipoandika zaburi hii, yeye alikuwa akiongea na Mungu. Na hata sisi tunapoangalia zaburi hii siku ya leo, sisi wacha tuongee na Mungu. Kichwa cha mahubiri yangu leo itakuwa nashukuru Mungu mimi wa kipekee mimi ni wa kipekee jambo la kwanza nimetambua ukuu wa Mungu. hii zaburi inatuonesha Mungu ni mkubwa kitu cha kwanza kwa nguvu zake yeye aliumba mbingu na nchi kwa Maori. kwa Maori yaani kisiwa ingine ni mdogo kama kutokea hapa mpaka kabri kwa pale tu inaenda mpaka pale pale, pale, pale Tembet inakuishia Kinyoro. Hiyo ni hiyo ni kisiwa moja, na ingine yote ni maji. hiyo inakuambia nini? Kwa nini maji zimeze hii visiwa, yaani katika maili milioni moja yaani kutokea kutokea hapa mpaka Mombasa na kurudi, hiyo yote ni maji na hivi visiwa ndogo ndogo, inaonyesha Mungu ni kubwa katika nguvu zake. Na hata wewe, wakati mwingine ukiwa na shida unasumbuka na unaona shida yako ni kubwa kushinda Mungu, lakini ukweli ni ya kwamba kama Mungu aliumba kisiwa cha kuku, kwa nini asitatue shida zako? Mungu wako, Mungu wetu. Mimi ni wa kipekee, nimetambua ukuu wa Mungu kupitia kwa uwezo wake, wavie wengi wanasema omnipotence. Mungu ana nguvu maniinyovire inde yaye, yeah, yeah anaeleza mambo yote. Ukiwa na ugonjwa, hata ugonjwa wa corona ulipokuja, tumesikia kwa masomo wengine walifikiri kama mbele kama mbele kama kama inchi imekufa, na hata wengine waliona hatutawahi kuishi tena. Wangapi walishtuka wakati wa corona? Wewe mkono mshu na kwambia, wengine hata wanafikiri itaishi, lakini Mungu ni mkubwa kushinda corona. Corona iko hapo sasa simekuwa homa na hata kila mtu alishikwa na korona, na hata mimi siku moja nilishikwa na korona. Mtu tu mwenye alikuwa kujasiri ni mchungaji mimi, hakutoroka watoto. Walikuwa wakiniangalia wakasema, huyu baba, sijui itakuwaje. Nilikuwa na naa kama tractor, naenda kukula chakula, ilikuwa na test, nilishikwa na korona. nikapatiwa confinement nyumbani ni nikakaa Nikatibiwa kwa neema ya Mungu nikapona. Mungu kweli kweliamaugezo. mimi ni wa kipekee, natambua Mungu ni mkubwa. Wakati mwingine unafikiri mwana siasa ni mkubwa, wachachie ukiishe nia natakusaidiaci. Wakati mwingine unafikiri pesa ni kubwa, inafika e bahali pesa haiwezi kukusaidia. Mungu ni mkubwa. Kitu cha pili, Mungu anajua mambo yote anajua. Daudi anasema kuamka kwangu, mm -hmm. ob, na kukaa chini anajua, paka hesabu ya kichwa changu yeye, ndia zangu zote ziko wazi. Mungu ni mkuu kupitia kwa kujua kwake, anajua mambo yote, ndipo sasa usisumbuke. Maisha yangu iko mikononi mwake. Baibu, mimi ni wa kipekee. Nashukuru Mungu, najua Mungu ni mkubwa kupitia kwa kujua kwake anajua mvua itanyesha lini. Ingawa sasa unasema tivemoone dimetomaa karibu inyeshe na lakini naiyo mwingine wanachapa kama. Mungu ndio anajua kila kitu na ni vizuri kutegemea Mungu, usikuwe mjuaji sana. Wengine wanasema usikaenja ukilala e mama hapo kwako hivyo vitu, tembea tembea, kwa sababu mtu atakudanganya atembea fika kanisa, omba bana, tembea kafuta jito. Hata ukiangalia mwenyewe amekonda, ukiangalia mwenyewe hapo na shida, na huyo mtu ndio unamletea shida. Ni ngoja nimwambie, nimekuwa pale. Kuna mkristo wangu alikuwa mganga, sitaki kuambia mtajua ni wapi, lakini nilikuwa padri wake, na yeye mganga. Siku moja nikaenda kupata mkristo mwenzi, mkristo wangu ameenda kutafuta msaada wake nikawahubiria. Wote nikawaambia, Mungu ni mkubwa kushinda waganga wote, na Mungu anaweza mambo yote. Kwa hiyo mimi ni wa kipekee, najua Mungu ni mkubwa, kwa sababu anajua mambo yote. Kitu cha tatu, mimi nashukuru Mungu, mimi ni wa kipekee, kwa sababu ninajua Mungu kila ni yuko kila mahali. Anasema hata nikienda jehanamu, yuko baya nikienda wapi uko. Ukifikiria tunatenda maovu unaenda Kimilili, hakuna mtu anakujua muntu anakunja unashitokia yenni shanda nidonesia, Mungu yupo kila mahali taya. Niwaambie Mungu yupo kila mahali. Nataka kuambia jirani yako mii wa kipekee, nacuwa Mungu yupo kila mahali Bwana You, yeah. Yeah. Amen. Jambo la pili mimi ni wa kipekee vile Zaburi tumesomewa leo kwa sababu najua kila binadamu ni wa kipekee. Every human being is unique. Wanasema hakuna fingerprint ni sawa na mwingine. Kila fingerprint ni ya kipekee. Nataka niwaambie kila binadamu ni wa kipekee. Kila mtu aliumbwa ni mzuri, kulingana na vile Mungu alikuumba. Usiruhusu mtu wa kudharau, usiruhusu mtu wa kuangalie chini, mwambie mimi ni wa kipekee. I am unique. I am fearfully and wonderfully made. Mimi ni wa kipekee kipekee. mm -hmm. Hebu sema ya kwamba mimi ni wa kipekee, kwanza kupitia kwa kuzaliwa kwangu. Hata kutokea kwa historia yangu, Mungu alijua babu yangu ni nani, baba yangu ni nani. Anajua historia yangu, hata usiwai dharau ukoo yako. Kuna kijana mmoja ukoo yangu alikuwa akiomba kila siku na kemea damu ya ukoo. Damu ya ukoo mpaka mimi nikamwambia damu ya damu ndio usimekukosea mimi. Eh, sema unakemea damu na Mungu alikuweka kwa ukoo hiyo. You don't become proud of bad things. Lakini Mungu ndio alipanga uzaliwe kwa uko hiyo. Kupitia kwa kuzaliwa kwako wewe ni wa kipekee. Ndipo sasa usijifanye kama mtu mwingine. Wengine wanataka kuimba kama kama Rose Muando, wewe si Rose Muando, wewe ni wa kipekee. Wengine wanataka kuimba kama mzungu. Lakini wewe ni msupport mapua ni kama yangu. Ile tena uimbe na mdomo zina mapua. Nasema wewe ni wa kipekee kupitia kwa kusana. Jambo la pili, wewe ni wa kipekee kupitia penye ulitoka, si kwa familia yako, geografia. Leo tumesomewa kisiwa cha Kuku, ni bahari ambapo maji ni mingi kushinda nchi. Sisi huku nchi ni mingi kushinda maji <laughs> nadama support ni ya kipekee, mawe ni mingi chame rondo Yaani si ati nyinyi nyinyi muko mbaya nyinyi wa kipekee. Nani anajua iko go gold hapa chini? Nani anajua? Kwa hiyo shukuru Mungu kwa penye alikuweka. Na ndio kusema be proud of where you are coming from. Hata nyumba yako kama ni mabati ime kama yangu huko juu. Be proud. Hata mkikuja, naonesha hapa ni kwangu. I am proud of where I am coming from. Hilo proud you make it better kwa uwezo wako. Ninasema tulienda pastors pamoja kwa mama moja, yani vile alipamba sufuria ya jioni jana, tulikuwa tunaruka. Tukiruka sufuria kwanza, Bwana akae nani <laughs> sema akae nawe na tuombe. Bamba <laughs> <Baba, laughs> mwenyezi, yani unashindwa yeye ye, <laughs> after being proud you make your home better. Kufanana na mtu mwingine, uwezo yako unataka kufurahisha utake watu. You are unique. Mabato yako Mungu anajua uwezo wako Mungu anajua mpango wako Mungu anajua, usisumbuke kutaka kuwa mtu mwingine. Just be yourself, na Mungu akikubariki kuwa penye amekubariki, usijifanye tena hauko na hujabarikiwa, na Mungu amekubariki Hesabu baraka. Kitu cha mwisho nataka kuambia, mimi ni wa kipekee najua Mungu aliniumba kwa upekee kupitia kwa historia yangu. Tana niwaambie, ako na mpango mzuri na maisha yako. Bwana asifi ana niwasia vyema, hata nibariki kupitia kwa watoto, hata nibariki kupitia kwa shamba, hata mwaka huu wa 2025 ninajua katika jina la Yesu Kristo, yeye kwa historia yangu atabadilisha mambo. Bwana asifiwe jambo, yeah. la pili mimi ni wa kipekee kwa sababu natambua uwezo wa Mungu kujibu maombi. Leo tunamuombea kisiwa cha kuku ambaye ilitawaliwa na New Zealand, watu wengi walihama na iliadhiriwa sana na korona. Tunaomba ya kwamba Mungu alete urejesho alete mabadiliko Mungu. Mimi ni wa kipekee kwa sababu najua uwezo wa Mungu iko kwa kujibu maombi, na leo hata kama walikuja na mahitaji, ingawa tunaombea dunia, lakini usisahau dunia yenye unatoka amu. Leo tunataka kuombea kisiwa cha kuku lakini zaidi tuombee hata ulimwenguni kwako, ya kwamba Mungu penye ulitoka, Mungu wafanya. Na niwaambie kuna mama moja alienda kutafuta mhubiri, hoyo mhubiri alikuwa anaitwa Naitatamui. Akamwambia mhubiri, nimekuzwa niende niubiri duniani mzima. Akamwambia watoto, akamwambia kuna watoto ngapi? Mama akasema watoto watotoan. Akamwambia anzie hiyo dunia. Nataka kusema anza kuomba nyumbani na baadaye uombee dunia mzima. Kulikuwa jama na jamaa mmoja tulikuwa yote kiobeji, Slavia, wapi wapi, lakini hakuomba kunyongoke. Sasa yeye, hata siku ya harusi bibi alitoroka kwa sababu aliombea mambo ya dunia hii na akasahau kujiombea na nyumba yake. Nataka, tutaombea kisiwa cha Kuka, lakini pia tutaombea ulimwengu imi tunatoka. Nataka kumalizia kusema ya kwamba sio tu uwezo wa Mungu, pia Mungu ni mwaminifu, anajibu maombi na yeye anatimiza ahadi zake. mimi ni wa kipekee, nikimaliza kwa sababu ya uokovu wa Mungu. Mungu anaokoa watu wenye wako highland, anaokoa watu ambaye wako sapoti na popote. Mungu anaokoa watu wake. Daudi anasema Mungu kwanza anahifadhi watu wake. Kitu cha kwanza, aliumba watu wake, aliumba mimi na wewe, ndio nasema usiwahi kujidharau kili cha pili anahifadhi watu wake. Leo akikuacha hata dakika moja, nakwambia huwezi kuishi, uta utaanguka na utasambaratika. Yeye anahifadhi watu wake. Kitu cha tatu anaokoa watu wake. Ndipo anasema katika hiyo Zaburi yakimaliza, akasema unichunguze Bwana. Leo naomba Mungu kakisapota anasema ikwanya yengee ya yani, nichunguze niangalie. Mtu anasema kwa nyingi, lakini Mungu anakuchunguza. Sati, naomba Mungu atuchunguze siku ya leo, kabla tijhaomba atuchunguze. Jambo la pili, yeye atuhifadhi na kutuokoa kutokana na dhambi. Wakati anatuhifadhi anatuokoa kutokana na dhambi kwa maneno, kwa mawazo na matendo. Na mwisho atuongoze. Naomba Mungu atuchunguze, anajua umaifu wetu, anajua kusumbuka kwetu, anajua kukosa kwetu na hata anajua mambo ambayo tunabeba. Tuchunguze eh, Bwana yeye ni tabibu wa karibu jambo oyo Mungu atuongoze katika maombi ya leo, atuongoze katika jamii yetu, atuongoze katika kanisa na hata kuko na mambo mengi kesho. Kuna wale wana matanga, kuna wale ambao wanasumbuka, kuna wale wataenda commission. Tunaomba Mungu aongoze watu wake. Kwa dakika moja, naomba tusimame. Kuna wimbo watu wanaimba unanijua.